Hey, sasa muda huu bwana. <laughs> ni muda ambao tuna ni <laughs> muda ambao tunakwenda ku, kubeba ku, ku, furushi bebea lile furushi letu, lakini kama kawaida eh, kuna watu ambao wenyewe kuwapa watu hela sio shida zao kabisa eh, wenyewe. Hela iko karibu, tunakwambia mini kwamba leo unaweza kubeba milioni 45 ya jackpot ya National Lottery lakini pia, muda si mrefu, kuna mtu anaweza kuondoka na milioni tatu ya Lotto Plus 1. Ambacho unatakiwa kufanya sasa ni kununua tiketi yako ya National Lottery. Sure. Kwa shilingi elfu mbili tu kwa kupiga nyota 149 nyota 88 alama ya reli. Au ukiona hiyo itakusumbua, unaweza ukatembelea kwa wakala yoyote aliye karibu nawe wa mm. National Lottery. Au unaweza kupitia kwenye tovuti ambayo ni www.nationallottery.co.tz utakuwa umeunganishwa moja kwa moja kwenye draw zote mbili, nikimaanisha draw ya milioni 45, lakini pia kuna draw nyingine ya milioni tatu. Kwa hiyo kati ya yeah, hizo kuna moja ambayo utashinda, kama ukiamua kujinyakulia hicho mm -hmm, kitita cha pesa hivyo tu, yani haina kwere, kiurahisi, unaweza ukawa mshindi. Ushindi umekufikia Tanzania. Inacheza National Lottery, amini na bahati. Cheza, cheza na na na na ushinde. kushiriki dio ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Ukiwa hauna huo umri, hauruhusiwi kushiriki katika mchezo huu. Cheza kistaarabu na bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi, unaweza kuwapigia simu moja kwa moja bure namba ni 0800782233. Aminia 2025 kila kitu kinawezekana, na ndio maana sisi tunapata kibali cha kukupeleka hapa Furushi. Mbunge ni mzigo, anatuahidi vitu ambavyo atekeleza. Nchi inaongozwa na sheria sio na mtu. Oh, so ah, unalazimika kuingia chumba kimoja na mkamwana wako nje huko anakaa oh, Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi Who are you? Furushi la leo 8, 8. Lakini ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika lugha tunayotumia ni ya Kiswahili, ni ya Kiswahili. Tumeshatoka kwenye lugha ya Kiingereza na mheshimiwa rais, niseme tu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya hizi kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili. <laughs> Nimeambiwa yuko katika hatua za mwishoni mwishoni, na sheria tayari ilishatungwa inayosema lugha ya mahakama itakuwa ni ya, ni ya Kiswahili. Sasa ila uwezo wa kumudu gharama sinalo hakika sana. Ndio maana serikali ikaja na utaratibu huu wa legal aid, na sasa mheshimiwa, kupitia ule mfuko wako ile Samia legal aid project. Sasa sisi kwenye katiba yetu tumetaja kabisa ibara 107 capital A, ibara ndogo ya pili B kwamba katika kufanya maamuzi tusicheleweshe haki bila sababu ya kimsingi kwa tumezingatia mambo ambayo ya yanaweza kusababisha labda ikawa kuwe na uchache wa watendaji na mahakimu, kitu ambacho kwa kweli serikali imepiga hatua kubwa sana kujitosheleza kwenye idadi ya majaji na mahakimu. Jao bado hatujafika, lakini kwa kweli ukiangalia ilivyokuwa huko nyuma, mheshimiwa rais, uh, tumepiga hatua kabisa. Alafu tunaangalia kiwango cha utatuzi wa kesi, uwiano wa kesi zilizomalizika ikilinganishwa na kesi mpya zinazoingia, muda wa shauri wastani wa muda unaotumika tangu kufunguliwa kwa kesi hadi kutolewa kwa hukumu halafu udhibiti wa mlindikano wa kesi jinsi mahakama inavyoshughulikia kesi za muda mrefu ambazo bado hazijatolewa uamuzi hazijatolewa mheshimiwa rais nikuambia kwamba kwa kwenye hili nalo tumepiga hatua tumeiweka mfumo wetu mfumo, mfumo wa ndani wa kushughulika haya lakini hivi karibuni katika hotuba yangu ya tarehe 22 Disemba nilisema tunaachana na utaratibu huu wa sijui utaratibu wa kusubiria mashauri yaliyofunguliwa zamani ndio yamalizike kwanza. Kesi itasikilizwa kwa kadiri ya umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapema. Kesi itasikilizwa kutokana na umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapeme. Mapema mwanzoni kulikuwa kuna huo utaratibu kwamba eh, mahakama zote sawa sawa, mm, zinafata ule mtiririko wa usajili wa mashauri kwa maana ya mm, kwamba kama wewe ukanishtaki kesho, mi nilishtaki jana la kwangu alijakamilika lazima usubiri mpaka langu liishi, lakini kuna mazingira ambayo yanapelekea. Mfano, utakumbuka <coughs> katika hili mi naipongeza pia mimi mahakama binafsi e, mfano kesi ya Luhaga Mpina dhidi ya tume ya taifa ya uchaguzi mm -hmm. Ulikuwa ukitazama muda interview iliyopo kutoka muda wa e, ambao kesi inafunguliwa kwenda siku ya uchaguzi ilikuwa ni muda mfupi sana kiasi kama, ungetumika utaratibu tu wa kawaida e, wa kusikiliza mashauri au ya kusema yale ya mwanzo mpaka yaishe, ndo lifate, huenda hata sasa hivi kesi ilitakiwa iwe inaendelea sasa, ku, kuangalia hali ya mazingira na uhitaji wa jambo hilo kwa wakati. Mimi kikweli tupongeze, lakini sauti ambayo tumetoka kuisikia ni sauti ya jaji mkuu wa Tanzania uh, George Masaju ambaye amesema kwamba mahakama itaanza kuandika hukumu kwa lugha ya Kiswahili mara baada ya mwanasheria mkuu wa serikali kukamilisha tafsiri ya matoleo ya kisheria eh, kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Na hiyo itasaidia sana e. Unajua kuna watu wengine wakati mwingine e, japokuwa wanasema kwamba kuto kujua sheria sio mm. Sio kwamba ndo kukufanya ufanye makosa, kama ikiandikwa kwa Kiswahili ambayo ndio lugha ya taifa itaweza kuwasaidia pia watu, kwa wanajua kwamba nikifanya hiki kisheria ni kosa e. Japokuwa wanasema kwamba kama unataka kumuuza Mtanzania mm. mueke, mueke kwenye maandishi, au kute... yani kwa haraka <laughs> kutengeneza filamu eh, ambazo za... zinazungumzia mm -hmm. sheria ya kwa mfano kama mbani. ni sheria ya ardhi mm. inatengenezwa filamu yeah. ambayo inazungumzia hivyo. Kama mm. ni sheria ya ndoa inatengenezwa filamu mm. kama ni sheria sijui ya vyombo vya habari, shule ya msingi kwenda mpaka sekondari hadi vyo vikuu Yani, litumike kama somo, kama ilivyo somo la Kiswahili, kama ilivyo historia, kama ilivyo civics. mm. mm. mm. Ikiwekwa hivyo pia inaweza ikasaidia, yaani mtoto tangia akiwa bado mdogo mpaka anakuwa anafikia yeah. umri wa utu uzima hadi anazeeka ah, anakuwa ah, anajua ni ah. nini ambacho kinaendelea, kama ambavyo ilivyo kwenye historia tunafundishwa yeah. mambo mengi ya kihistoria zamani, hatukuwepo lakini mengi tunayafahamu. E, unaweza ukajipima kati ya ku, kufundishwa Karl Peters alikuja alina Afrika mm. na kuambiwa ukifanya kosa fulani utaadhibiwa vipi Kipi kina uzito, ukifanya kosa utaadhibiwa <laughs> vipi <laughs> asante. Sasa masaji bwana ameabainisha hayo leo mm. eh, wakati akizungumza mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na ilikuwa ni mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania ikijulikana kama TMGA pale jijini Dodoma. Sasa furushi letu lina mapacha wawili, ndio twende tukasikilize pacha anayefuata uko maabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa injinia ringani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa, akitoka nasema mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimekaa nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake ukenda ukamfanya afungiwe kule, jipime, una jukumu gani katika hilo? Lakini vile vile natiwa moyo na stadi zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili nalo linatutia moyo kwamba mahakama zetu zinafanya kazi inayoridhisha. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mahakama, ikiwemo kuboresha miundombinu ni sauti ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hmm, e, Dkta Samia ambaye alikuwa anazungumza wakati wa ufunguzi huo wa mkutano wa majaji na mahakimu ambao umefanyika hapo Dodoma kama ambavyo nimetangulia kukuambia, na amewataka majaji na mahakimu kujihoji na kujitathmini katika hmm, utekelezaji wa majukumu yao. Na rais anasisitiza kuwa maamuzi ya mahakama yanapaswa kuzingatia misingi ya haki, ukweli na dhamira njema, ili kuepuka kuwafungia ama kuwafunga wananchi kwa kesi zisizo na msingi. hapo kwenye, ee, kwenye, hapo kwenye ukweli tuongeze na uwazi. Ee, na uwa, ee, ukweli tuongeze na uwazi. Si, tuliona ile inaitwaje mahakama ya wazi ambayo tulikuwa tunaweza kuona watu wanaruhusiwa Mfano hata e, kwenye ile kesi ya Tundu Lisu watu kwenda mahakamani, baadaye kaja kuleta taa fulani baada ya watu, mahakama, watu e, kusema e, wakili wa serikali kupeleka ombi ambalo lilikubaliwa na mahakama kwamba sasa haitarushwa tena mubasha, lakini uliweza kuona ule mwamko wa watu kutazama. Kumbe ni moja kati ya kitu ambacho watu wanatamani e, kesi wakati zinaendelea watu waone, isiwe tu kesi kubwa hizo za kinalisu peke yake, yaani kuanzia wilayani, mkoa ina ubaya gani? Yes, kwa kweli e, ni jambo zuri. Tupongeze katika hayo makubwa ambayo yanafanywa, lakini yale yana ambayo hajafanywa basi yatazamwe tazamwe, tazamwe. si ndio? Sawa, tunamshukuru sana sana, asante sana passes. Kwa furushi hilo la kwanza, tunakwenda kufungua furushi la pili. Okay, mm. Furushi la leo Sisi tunajiita ni wafanyabiashara wa soko la Nyegezi, lakini soko hilo halina hadhi wala sifa ya kuitwa soko. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge pamoja na diwani na kamati yako yote kutoka halmashauri ya jiji la Mwanza, tunawaomba basi soko hilo tupatie ujenzi ili liende hadi sawa na stendi iliyopo ya Nyegezi, kwa sababu standi ya kimkakati na iko bora kuliko standi zote za mkoa wetu wa jiji la Mwanza. Lakini ukishuka ukiangalia pembeni yake unakuta ni magofu na mapagala ambayo ni sehemu kubwa ya wanyang'anyi kujificia katika maeneo hayo. Soko letu, Mheshimiwa, halina miundo mbinu bora, na tunakuomba Mheshimiwa mbunge ulichukua hili utupelekee sehemu inayohusika ili na sisi watuangalie kama kata Nyegezi ili mtu yoyote akishuka Nyegezi ajue kweli limeingia Mwanza, standi liko vizuri, masoko yako vizuri. La kwangu ni hilo Mheshimiwa, naomba kuwasilisha. Soko la Nyegezi alina barabara inayoingia, naomba Mheshimiwa, utakapoingia bungeni, karibisha na hicho kipande kikuzungumzia, ikiwemo na mtaro unayoenda kituo cha polisi utakapoenda bungeni. Wananchi hawana imani sana, unasikia, wanatumia Jaribi, yani, jaribu, jaribu, jaribu kuzungumzia ee, soko la Nyegezi lina changamoto. Wewe sema, nenda kazungumzie, nenda kaseme kwamba iko hivi ya shida. yeah, huwezi kuwalaumu sana kutokana na mazingira ambayo tuko nayo kwamba e, nani wa kumfunga paka kengele, hasa kwenye uwajibikaji wa kisiasa mm. E, bado tuna changamoto yaani, mfano ukimuuliza mwananchi wa kawaida niambie majukumu ya mbunge ni yapi? Yani a, a, yani siwe mtu ambaye anajua, sio rahisi, sio rahisi kukujibu mm. Kimu, atusikia, atu, atutengeneze uh, yani ile flow ya nawajibikaje, si wote wanajua. Sasa bwana eh, ile I mean, sauti ambayo tumetoka kusikia ni sauti ya wakazi wa kata ya Nyegezi jijini Mwanza wakiwa anaeleza kero ya muda mrefu ya kukosekana kwa soko rasmi pamoja na miundombinu, hususan barabara, hali ambayo wanasema inaathiri kiuchumi na kuhatarisha usalama wa, wafanyabiashara na wananchi wanaotumia eneo hilo mm. E, e, watu wanaogopa huko, kuna mapagala washangaa amekukaba na ikifika mili ya jioni, nakumbuka pale ni jijini. Yeah, ndio, yote inaweza likakukuta lika kwanza, unaweza hata ukakabwa mchana yeah, ndio eh, kwenye pagala huko utakubali. <laughs> Bila shaka naamini mbunge amesikia na ndio maana Furushi letu liko na mapacha wawili za mwitu, kasikilize pacha Anaifuata. Na ukitizama barabara hii ni muhimu sana kwa sababu inatoa wananchi hapo meeniloni kushuka huko chini. Na kama ulivyosema ni zaidi ya mita 500 kutoka barabara kuu yal lakini nje na hiyo barabara hii ni kiungo muhimu sana kwa sababu wananchi wote wanaotoka maeneo haya kwenda sokoni. Hiki ndio kituo chao na barabara yao wanao, lakini kwa sababu ya adha ya uharibifu wa barabara hii imelazimu sasa mawasiliano baina ya pande mbili hayapo tena, kwamba watu watu, watu watu wa huko hawezi magari wahukawezikuuka toka huko hawawezi kwenda huku, lakini wanaotoka huko hawawezi kwenda huku na wala wanaotoka chini hawawezi kwenda sasa. Sisi kama wawakilishi wa wananchi, hili jambo limelalamikiwa kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa diwani amelipigia kelele sana, na moja kati ya mambo yaliyonifanya nije Nyegezi leo mahususi, jambo la kwanza ilikuwa ni kwenye hii barabara ni yani, kabla sijawaza kuja Nyegezi, cha kwanza mheshimiwa diwani alichokuwa nakipigia kelele ni hii barabara. Na hata ukiangalia meneja, utakuwa shahidi wakati tunafika hapo, nikana kuuliza hata huyu mwenye hii nyumba nzuri nzuri, mbona ni kama halali kwa amani, anawasiwasi kwa sababu hapa tukimpa miaka miwili tusipopata suluhu na ufumbuzi wa shida hii, nina uhakika fensi hii haitakuwepo. n Yani, tukimpa miaka miwili <coughs> hii fensi haitakuwepo tena, lakini madhara yanaendelea kuwa makubwa. Nimesema mwaka jana na mwaka juzi hapakuwa kama palipo hivi, kwa sababu mimi napita hii barabara na gari. Huyu mwenye biashara yake hapo, ulikuwa unaingia unapaspasi vizuri kabisa. Leo hakuna gari ambayo inaweza ikaingia hapa. Sasa meneja, wananchi hawa wote, wakati wa kampeni vilio vyao vilikuwa ni viwili tu. Kilio cha kwanza kilikuwa ni barabara na kilio cha pili kilikuwa kuwa ni maji na kwenye barabara, wewe ndiye mwenye mamlaka ya kutoa kauli ya mwisho. Sasa wananchi hawa kwa umoja wao, nina imani wanahitaji kusikia kutoka kwako ni sauti ya mbunge wa jimbo la Nyamagana. Anaitwa John Zilanyinga, jina jipya kabisa kwenye siasa, eh, okay. Siasa za Mwanza <laughs> ni jina jipya. <laughs> Kwenye masikio ya watu eh, pia, ndio. Sasa... papaenye ah, ah, huyo wezekana kuwa ni mbunge miongoni mwa wale vijana wapya ambao kwa wabunge majimbo, wame... yeah. Majimbo yote ya mm. Mwanza, kwa maana yale ya hapa mjini, majimbo maarufu Nyamagana na Ilemera wote waliozoeleka Unakumbuka wakati wanawapisha? Eh. Alisema, aliyekuwa anawapisha alisemaje, eh? <laughs> Kwamba, msimu huu bunge lina vijana wengi. Tunatarajia kuona kazi Yes. ikifanyika kweli kweli iki, iki, iki, iki. Naam. Mm. Eh, sawa sasa ni sauti ya huyo John Zilanyenga ambaye ni mbunge wa jimbo la Nyamagana ambaye ameeleza msimamo wake kuhusu changamoto ya miundombinu ya barabara ambayo inaelekea eh, katika soko la kata ya Nyegezi na ameahidi kwamba zinakwenda kufanyiwa kazi ili, ili kurahisisha hizo shughuli za kibiashara na usafiri wa wananchi. Shukrani sana zimwendee Fred Seleli kutoka jijini Mwanza. Eh, bwana, heri ya mwaka mpya. Heri na kwako pia kwa niaba ya baya... Yeah, of course, kazi yake imetukuka. Kabla hatujaendelea, msikilizaji, na kufungua furushi letu tulilonalo kwa siku ya leo, naendelea kukumbusha kwamba namba yetu ya ujumbe mfupi ni ile ile ya 071977977 Tuambie, tuandikie, tuambie je, yeah, ameanza kutekeleza majukumu yake katika eneo lako baada ya kuwa amechaguliwa kuingia madarakani? Mm. Si mwingine ni kiongozi wa kiongozi yote wa chama cha siasa ambaye unajua umemchagua. Yeah. Uh, Oktoba 29 mpaka sasa hivi ameanza kutekeleza au ah, bado? Tuandikie ujumbe wako, tutautazama katika kipengele cha chit chat. Lakini kila baada ya dakika tano kuna draw mpya National Lottery kupitia mchezo wa tamba na namba. Yeah. Huu ni mchezo fulani swafi sana kucheza. Uh, kutoka kwa National Lottery kwani unaweza kucheza kwa m, kuanzia shilingi mia moja mm -hmm, na ukashinda hadi shilingi milioni kumi. Unachotakiwa kufanya ni kupiga menu ya National Lottery ambayo ni nyota 149 nyota 88 alama ya reli, au unaweza ukatembelea kwa wakala wa National Lottery aliye karibu nawe au kupitia kwenye tovuti ambayo ni www kisha chagua mchezo wa tamba na namba alafu, chagua namba nane za bahati kati ya ishirini na moja na namba moja ya bahati kati ya nne ambazo utakomechagua au unaweza kuchagua kucheza automatic. Hapa ukicheza ukichagua automatic, ndio inajichagulia namba yenyewe. Wewe wewe kaa pembeni, sikilizia ushindi, ushindi. Sawa so, ni rahisi na chap chap tu unaweza kuondoka na hadi shilingi milioni kumi hasa mwezi huu wa kwanza ambao ni mwezi wa hekaheka za hapa na pale, eh, kutafuta ada na nini. Eh, yani hayo yote unayataka wewe lakini mm, ukiamua kufanya kweli kila kitu kinawezekana. Waicheza mchezo huu wa uh, National Lottery ambao ni bahati nasibu ya taifa. Yeah. Unaweza ukajikuta kwako masuala ya ada sio shida zako tena. Ushindi umekufikia Tanzania, inacheza National Lottery. Tunakwambia amini, cheza na ushinde. Lakini kushiriki, tunakukumbusha ni kwenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Na unapocheza, kisha unacheza kistaarabu kwa sababu hizi ni pesa. Pesa hazihitaji kelele. Ni kweli. Eh, bahati nasibu ya taifa. Inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu bure, namba ni 0800782233. Asante sana Shinyanga 89.5, vivo hivyo Kigoma 93.7. E, hmm. E, tunashukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza sasa ni kuambie tu unaweza ukaendelea pia kutuandikia ujumbe wako jioni ya leo baadaye baadaye, kama ambavyo Mina amesema hapa kwenye chicha, tutapita na ujumbe wako, na namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0710977977. Sisi hatukuchagulii cha kusema, ilimradi asiwe matusi. Tuambie tu kama ameshaanza kutekeleza We sema, iusiwatukane <laughs> usi yeah, usiwatukane tuambie tu ukweli. Yawezekana bado ya uko kwenye mipango, kwa sababu bado kuna dalili, bado muda upo, lakini dalili ya mvua ni mawingu yeah, na nyota njema uonekana yeah. Asubuhi. mm -hmm. Kwa hiyo e, e, kama ameanza kutekeleza utaona tu vijidalili. Dalili kwanza yeah. Mtu ambaye atatekeleza alichokifanya mm. Yeye amesha rudi kuwashukuru wananchi jimboni amerudi, eh, yeah. Jimboni amerudi na alivyorudi, kama alivyokuwa anapiga misere kupiga kampeni na, mm. nini, kufanya kampeni na nini wakati, yeah, eh, baada ya kuwa amechaguliwa, ameendelea na hiyo misere yake kwenda kila kata kwenda <laughs> kusema jamani, asanteni. Kuna watu wakati wanaomba kura walijigaragaza mm. wakapiga magoti, hakuna yeah, ku, kushuhudia, rudi, sisi wananchi walivyorudi kushukuru, walitumia hivyo hivyo ama walikuja wameshavaa joo la mheshimiwa kwanza. Je, wamerudi tuanze kwanza hapo. Haya, tuende tukafungue furushi letu la mwisho kwa siku ya hii leo. furushi la leo. Uh, katika ziara yangu nilipata taarifa kwamba kuna mradi una miaka kumi na sita ni eneo very strategic kwa ajili ya biashara na Watanzania wengi wako pale kwa ajili ya biashara, lakini jengo halikamiliki na ndio nikaona kwamba ni mahali sahihi kuja kuona kuna nini na mimi nimeona ni waahidi tu wananchi ambao wamezunguka maeneo haya kwamba tutaweka bidii kuhakikisha kwamba tunampata huyu mkandarasi, tuone ni mambo gani anatakiwa kuwajibika na mambo gani tunatakiwa sisi kuwajibika kama serikali. Vinginevyo tutatafuta mkandarasi ambaye tutaamini akipewa sasa hii kazi atafanya vizuri. Kuna changamoto upande wa usimamizi wa halmashauri na kuna changamoto ya wakandarasi tunawatafuta, maanake mkandarasi wa kwanza ashindwe, mkandarasi wa pili ashindwe mkandarasi watatu wa uwezi, huwezi kuwalaumu tu wa kandarasi sasa, lazima uulize laumu na haya halmashauri wenyewe. Lakini mbaya zaidi, ofisini kwangu sijapata taarifa yote kuhusiana na hii habari, maanake wakati mwingine halmashauri mnaposhindwa, tuleteni taarifa ofisi ya mkuu wa mkoa tuweze kuchukua hatua. Mkataba wa mkandarasi Gopa umeisha muda wake toka tarehe tatu Januari elfu mbili na ishirini na sita na halmashauri haina mpango wa kuendelea kufanya naye kazi kutokana na mwenendo wake wa uvunjifu wa makubaliano ya kimkataba. Kwa kuwa mkataba umekwisha, halmashauri itachukua hatua za kisheria na kimkataba, ikiwemo kudai dhamana ya utekelezaji wa mkataba performance bank guarantee, yenye thamani ya shilingi milioni 170 8740 pamoja na kudai kurejeshwa kwa malipo ya awali advance payment ya kiasi cha shilingi milioni 229 yaliyolipwa kwa mkandarasi. Vilevile halmashauri itaendelea kudai fidia hususa na fidia ya hasara zilizokubaliwa kimkataba liquidated damage, kwa mujibu wa masharti ya mkataba, ambapo barua rasmi ya notice notice of raise liquidated damage inayopaswa kumfikia mkandarasi mjenzi consultant. haya ni sauti ya mwanzo tumetoka kusikia sauti ya mkuu wa mkoa Kigoma e, Balozi Simon Siro ambaye amezungumza wakati alipotembelea eneo la ujenzi wa mradi wa soko la kimkakati e, la kimataifa Kagunga, wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni mbili unaolenga kuboresha na kuimarisha shughuli za kibiashara hasa katika nchi jirani za Kongo DRC na Burundi, ambao huu uh, uh, mradi bwana umeshindwa kukamilika uh, kwa zaidi ya miaka kumi na sita huku wakandarasi watatu kwenye nyakati tofauti wakiwa wameshindwa kukamilisha mradi huo, mradi sasa Kigoma mjini. Sasa Balozi Simon Sira ameagiza mkandarasi aliyepo sasa hivi alipewa mm hiyo -hmm. kandarasi afika ofisini kwake ndani ya wiki moja akatoe maelezo eh. Na nitamani mwokota furushi siku atakapokuwa amefika ofisini eh, tupate kufahamu kile ambacho amezungumza eh, ndio atamwambia nini ambacho kimekwamisha. Yaani natamani kufahamu mm, au kama ikiwezekana tunaweza tukamtafuta mkuu wa mkoa mwenyewe yes, atuambie ni nini ambacho kinakwamisha hiyo mm. miaka kumi na sita na wakati bajeti inakuwa imepangwa ndio maana mpaka kama mpaka kupangwa kwa mradi kuanza kunakuwa na mm, kuna bajeti tayari ambayo imepangwa, yes, kwa ajili ya kufanyika kitu hicho. Sasa ni miaka kumi na sita na sidhani wakati mradi huo unaanza, mm, kama matarajio yao ilikuwa baada ya miaka ishirini ndio mradi ukamilike. Tumalize namna hiyo, tujuze mm, kidogo kwa sekunde chache, kama 41 wale ambao wametufanya sisi tu hapa ambao wametufanya tuwe hapa, si wengine, ni National Lottery. Na, na naendelea kukukumbusha msikilizaji kuendelea kucheza kadri uwezavyo. Unaweza ukaondoka jioni hii na mamilioni ya pesa. Kazi kwako, unachotakiwa kufanya tu ni kupiga nyota 149 nyota 88 alama ya reli, au unaweza ukatembelea kwa, uh, kwa wakala wa National Lottery ambaye yupo karibu nawe, akakusababishia mambo basi, na wewe ukacheza ukawa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia kitita hicho cha pesa. Unaweza ukaondoka na milioni tatu au ukaondoka

Kwizera FM elfu mbili na ishirini na sita Aminia.